Uliamua kuniacha pasi na kujali maumivu yangu, bila aibu, bila haya, ati leo umekuja nimekukosea. Tunajiane hivi, unajisikia wewe ha? Umesahau maumivu ambayo umenipa, si ndio? Nilikosa amani ya moyo wangu, nilikuwa nalia kama mtoto mdogo, ha? kidonda ambacho umenipa kimeshapona. Usitake kutonesha kidonda hiki, siwezi kuwa na wewe kwa sasa. Lukman, yalopita si ndwele, tugange yajayo. Baba, naomba nisamehe, nimejua makosa yangu, nimejua kama nimekukosea. Unasemaje? Leo hii ni acha yaliyopita, tugange ajayo, unajisikia. Lakini ulivyo nipa maumivu, uliona raha eh? <coughs> Najua makosa yangu, nilikosea sana, bila bilisi tukanipitia mashoga, amenishawishi nilikuwa nikiona na vitu vizuri na mimi nilikuwa natamani katika moyo wangu ni vimiliki. Kwa hiyo nimejua kosa langu na kuahidi sitarudia tena. Maumivu ambayo umenipa ni makubwa mno, e, e, nikisema nikapime kwenye midhani a, hakuna midhani ambayo inaweza kupima maumivu yale mama o, ulinifanya Nakiri makosa yangu mbele ya mboni za macho yako na dunia yote hii inazunguka, sitarudia tena. <laughs> kirahisi ni kusamehe eh? Nimejifunza, nimegundua mimi. Oh. wewe ndio mwanaume sahihi katika maisha yangu. Leo hii nimekuwa mwanaume sahihi katika maisha yako. Umesahau maumivu ambayo umenipa Sawa sawa tu nimekusomea. <laughs> Lakini tafadhali usije ukanipa maumivu, usije ukanifanya nijute kupenda. Mama please.